Shuhudia mambo hayo ya Benjamin Mkapa, dimba maridhawa kwelikweli, si walilifungia. Cheki mambo hayo, mambo kama Ulaya. Sasa unaliona jua likuwa linawaka, jua lile la alasiri. Nyasi za Benjamin Mkapa zinanyweshewa kama ambavyo nashuhudia, ili kuhakikisha mbungi kesho la kombe la shirikisho barani Afrika linakwenda kuonekana. Hivi ndivyo ambavyo unaonekana pitch ya Benjamin Mkapa ilivyo maridhawa kwelikweli, kuipokea robo fainali ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika mnyama mkali wa mwituni Simba Seshindika, wekundu wa Msimbazi anaingia vitani katika dimba alolizoea Benjamin Mkapa, kuona namna gani anatafuta nafasi ya kwenda hatua ya nusu fainali. Vitani aliye mbele yake ni Almasri. Itakuwaje? amepoteza magoli mawili kwa sifuri katika mchezo wa awali uliochezwa kule nchini Misri. Vipi kwenye mchezo huu ambao yeye sasa anakuwa kwenye kisahani alichokizoea sebuleni kwake lunyasi, itakuaje? Ni jambo ambalo linasubiriwa, kama ambavyo nashuhudia Wamisiri hao akiwa wanafanya mazoezi kwa maana ya Al-Masri. Yukuma itakuwaje? Pitch inahusu kweli kweli, na kama kesho hali ya hewa itakuwa kama hivi, basi uwanja utakuwa maridhawa. Shuhudie namna ambavyo simba ikiwa inasema hii tunavuka, basi tushuhudie hiyo kuvuka kwao katika dimba la Benjamin Mkapa, ikiwa kwenye mazingira haya, na iwapo pia kama watashindwa kuvuka, kwa sababu kwenye mchezo wa mpira miguu yote yanawezekana, basi wasiwe kisingizio kikawa ni uwanja. Pitch iko maridhawa, wavuke wasivuke, uwanja sio kikwazo.